Na mtazamaji wa Trend TV, ya bwana leo ni kuwapo kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na the way ambavyo Shakib alivyokuja kujitetea. Hmm, ni kwamba Shakib bwana amekuja kujitetea kuhusiana na kile ambacho kilitrend siku ya Juzi. Nadhani utakuwa unakumbuka kwamba juzi bwana kuna hizi videos ambazo zimesambaa kwa mtandao zikiwa zinamuonyesha Shakib akiwa amesimama na mwanadada mwingine mrembo kulikweli, kwa mbali anaonekana hivyo, lakini hatukujua kwamba ni lini au ni wapi na nini kinachoendelea, lakini watu walikuwa wameshaanza kuconclude kwamba inaonekana kwamba wazi, Shakibu yuko na mwanamke mwingine, jambo ambalo obviously lilipelekea mjadala mzito mtandaoni na kupelekea mpaka Zari the boss lady mwenyewe na e, naye pia akaja akalizungumzia swala hilo. Nadhani utakuwa unakumbuka yale malalamiko ya Zari, na aliamua kuzungumza kwa Kiganda siku ile, hata hatukuelewa alikuwa anamaanisha nini. Lakini tukaenda, kuna mdau akaja akatuelezea, na tukasoma the way ambavyo mdau alivyotafsiria kitu ambacho Zari alikuwa analalamika Kiganda, e, kuhusiana na kile ambacho alichokuwa amekiona au kutokana na kile ambacho kimesambaa huko mitandaoni, Shakibu akionekana yuko na mwanadada mwingine.

Yeah, so, ya so hiyo ni alikuwa ya malalamiko hayo ya Zari ni marefu, so hatuwezi kuyasikiliza yote kwa sababu eh, lugha gongana au vipi, bwana. Lakini sasa Shakibu amekuja kujitetea kwa Kiingereza sasa kuhusiana na kile ambacho kilitokea ni ya zamani na watu wameanza kuisambaza hivi makusudi, kwenye mablogs kwa lengo tu la kutonishi reputation yake na image yake yes. Lakini pia vile vile kuharibu mahusiano yake na mkewe Zari the boss lady lakini sasa hivi zimeanza kusambazwa kwa lengo tu la kumchafua yeah. So baada ya kujitetea huko, ni kwamba tujajua kwamba nini kinaendelea. Hatukujua kama labda Zari amemindi, wametengana au vipi, kwa sababu Zari alikuwa yuko very straightforward, akasema kabisa kwamba kwa mujibu alivyozungumza pale Kiganda, kuna maneno inasemekana kwamba alizungumza akiwa anadai kwamba sasa hivi mkimwona yuko na mwanaume mwingine msishangae. Umeona bwana eh? Watu wakawa wameshaelewa kwamba sasa hapa Zari anataka kumreplace huyu kijana. Sasa Shakibu amekuja kujitetea kama nilivyosema, na hapa nataka umsikilize kitu ambacho amekizungumza. Maana alijitetea kwanza kupitia Insta story yake, lakini akaona kama vile bado haijafika uji ujumbe haujafika maeneo sema usika. Kwa hiyo ameamua sasa kuja tena kwa mara nyingine, eh, kulizungumzia swala hilo, eh, directly. Kwa hapa kuna video ya Shakibu akiwa na analiza, elezea hilo swala kiundani zaidi.

anachokisema hapa. yeah, Shakibu anasema kwamba ile video ambayo imesambaa imebidi aielezee sasa public na yuko hapa kwa ajili ya kuomba radhi, kuomba msamaha public kwa sababu video nayo pia ilienda public. Anachotaka kusema hapa ni kwamba yule mtu ambaye ameonekana naye katika video hayuko naye katika mahusiano kama the way ambavyo watu wanavyodhania, kwa sababu ile video imesambaa, watu wakiwa wanaaminishwa kwamba yeye yuko katika mahusiano na yule mtu. So, Shakib anajaribu ku clear the air. To disrespect my wife, to disrespect my, my family, my friends. Na pia anadai kwamba anaomba radhi kutokana na kwamba video ile imepelekea kuonekana kama vile ku, imepelekea kama dharau kwa mkewe yani, imepele, yani ile video kusambaa imepelekea kusababisha disrespect kwa mkewe ambaye ni Zari, familia yake pamoja na marafiki. In the comment section. Ready? Yeah, so Shakibu alikuwa yuko live. Meona bwana sasa, katika comment section hapo akawa anashangaa kuona watu wanacheka, ndo akaishia hiyo video yake bwana ikaishia hapo akiwa anauliza kwamba why are you guys laughing in the comment section. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Sasa page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana hii issue. Kwa mfano hapa kuna page, amesema kwamba bwana, naomba mnisamehe kwa video ile iliyosambaa mtandaoni, sikuwa na lengo la kumkosea adabu mke wangu. Shakibu amezungumza hivyo, lakini pia wametoa hapa maelezo mm kuhusiana na kauli za Shakibu wameandika kwamba mimi na yule msichana hatuna mahusiano ila ninamfahamu. Nimeomba nio, nimeona niombe msamaha kwa umma kwa sababu video ile ilifika kwa umma pia nimeona niombe msamaha kwa umma kwa sababu kosa langu limefaka, lime, limefika kwa umma. Binafsi sikuwa na lengo la kumkosea adabu mke wangu wala ndugu pamoja na watu wangu wa karibu. Shakibu amezungumza hivi yeah. So hivyo ndivyo situation ilivyo, na peji ni nyingi tu kiukweli zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo habari, na comment nazo pia zimekuwa nyingi vilevile. Wadau mbalimbali wamekuja kuweka maoni yao katika comment section. Huyu hapa anaitwa Aligero Cosmetic anasema kwamba wazazi, wafundisheni watoto wenu hata biashara jamani, vijana mnadhalilika huku. Sasa msamaha unaombaje public na anamuomba mke wake? Haya, mtu mwingine anasema bwana, ila sikuona ubaya wa ile video na ipo kawaida sana, yani hata mimi pia vile, vile nikikutana na rafiki yangu wa kiume huwa eh, wanakuaga vile, vile. Eh? Hawajakisi wala nini, ni watu ambao walikuwa wanaongea kwa kushikana sijaona ubaya wa ile video. Umeona? Yeah. Kuna watu wanasema kwamba hakuna ubaya wowote kwa sababu hata huyo Zari naye pia akikutanaga na Diamond wao wanashikana mikono, wanapiga mapicha, wanarekodi mavideo, yanasambaa mtandaoni. Sasa kuna haja gani ya Shakibu yeye kuomba radhi? Haya, mtu mwingine amesema kwamba bwana, kaambiwa niombe msamaha live au ni kuwache? Wazazi somesheni watoto wenu wasije kuwa eh, mazwazwa kama wana, kwa kuwaoa wanawake wakubwa wenye pesa. Yaani hapa bwana kwa kifupi ni kwamba kuna watu wanaanza kuhisi kama vile Zari amemtetemesha Shakibu na Shakibu ndio imebidi aje aombe radhi hivyo mtandaoni. Haya, kwa bwana kijana, anatetea ugali wake, e, kitumbua kisiki kaingia mchanga. Mungu nipe uhai na afya njema, nizidi kumpambania mwanangu asija kaingia kwenye hizi aibu kwa sababu tu ya maisha. <laughs> Aha, wanawake wenye watoto wa kiume wanaanza kumwomba Mungu mapema kabisa watoto wao wasije wakaja kuteseka na mishangazi. Haya, mtu mwingine huyu hapa anasema kwamba bwana ni kwamba bado hajabalea au mbona kajusokake kama mtoto, hata ndevu hana huyu jamaa yani hata ndevu zile za suna, mbona huna? Kuna mtu amekuja kuuliza hivyo. ya, yeah, so ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.